Hello, karibu tena kwenye chaneli yetu na hii ni video namba mbili ya somo la Binomial Expansion ambapo kwenye video hii tutaona formula ya kesi namba one ambayo tulidiskasi katika video iliyopita. Kwa hiyo nitaandika hapa kwa herufi kubwa kabisa kesi namba one ambapo tulisema e, tunakuwa na terms zina muundo huu a plus b power n na tunakuwa na sum from r 0 to n n combination r A power n minus r times b power r. Kwa hii ndio fomula ambayo tulidiscuss katika video iliyopita na leo tutaona baadhi ya maswali ya fomula hii. Mfano wa kwanza ambao ni wa kawaida wa namna kutumia ni pale ambapo unaambiwa expand x plus 3 power n in descending powers, descending powers, eh, of x. E, kulingana na hiyo formula ambayo nimeandika kujuu, tunaweza tukasema value ya x ni a na value ya b ni tatu. Kwa hiyo x plus 3 power 4 inaweza kuandikwa sum r 0 mpaka nne ndio n then 4 combination 0 A tumesema ni x n ni nne minus r b ni tatu Power r. Tukiandika katika expanded form formula yetu itakuwa 4 combination 0 x power 4 maana yake tumeweka r ikiwa 0, then plus 4 combination 1 x power 3 then times 3 power 1 then 4 combination 2 x power 2 times 3 power 2 then 4 combination 3 times x power 3 no power 3, ukichukua nne toa tatu itakuwa moja, kwao ni power 1 times 3 power 3 plus ya mwisho ni 4 combination 4 ambayo ni moja x power 0 ambayo ni moja times 3 power 4. Tukiziandika vizuri hizi terms tutakuwa na x power 4 plus 12 x power 3 plus 54 x square plus 108 x plus 81. Hii ni baada ya kuexpand na ku simplify. Hizi combination una uwezo wa kuzitafuta kwa kutumia calculator. Kwa hiyo hii ndio namna ya kutumia fomula yetu ya kwanza. Mfano wetu wa pili ni huu hapa, tunataka tuone terms zikiwa tatu, 1 plus x minus 3 x square power power 10. Kitu ambacho inabidi tukijue ni namna ya kuzitenga hizi terms tatu zionekane kama terms mbili, kwa sababu binomial theorem ina terms mbili. Sasa unapozitenga, kuwa makini ili utengeneze urahisi wa kufanya swali lako. Mimi kwa mfano nitaamua kuita a ni sawasawa na moja ili kwenye binomial theorem napoonyesha zile terms za a na b, inajua moja pawa n namba jibu ni moja. Kwa hiyo hii itanisaidia kupunguza mzigo wa vitu vingi, lakini b watabaki hao waliosalia hapo kwenye, kwenye swali langu b atakuwa huyo hapo. Na value ya n inaonekana kabisa ni ngapi? Ni kumi. Kwa unaposema 1 sasa plus x minus 3 x square power 10 kwa kutumia binomial theorem ingeandikwa hivi: sum kutokea position ya sifuri mpaka ya kumi, then kumi combination r usisahau, then hapa tutakuwa na na na 1 power 10 minus r then bracket x minus 3 x square power, power r baada ya hapo naweza nikaiandika kwa namna rahisi zaidi nikasema hii ni sum r0 up to 10 10 combination r, sitaandika moja power 10 minus r kwa sababu najua hili always be 1. Kao nitaenda kuandika x minus 3 x square power r. Sasa r inapokuwa 0 nitapata first term ambayo first term E, najua 10 combination 0 is 1 kwa nitaandika moja kwa moja 1. Ara inapokuwa moja nitakuwa na plus 10 combination 1 haidi hapa nitakuwa na x minus 3 x square. Ara inapokuwa mbili nitaandika 10 combination 2 then x minus 3 x square power 2 na R inapokuwa 3 nitaandika 10 combination 3 x minus 3 x square power 3. Sasa mimi najua hizi terms zinaendelea mpaka R inapokuwa 10, lakini sina haja ya kufika huko kwa sababu the, the, the highest highest nataka iwe ni x power power power 3. Okay, sikuandika hapa juu, labda niandike eh, expand up to x power power 3. Kwa hiyo sina haja ya kufika power 4, power 5, power 6. Kwa sababu najua hapa hata ni expand vipi power 3. Kwao baada ya hapo nitafanya 1 plus 10 combination 1 najua jibu ni 10 X minus three, X square, plus 10 combination 2 najua jibu ni 45, zote hizo natumia calculator na kwa sababu nitahitajika kuexpandi hapa pia, nitaexpandi kabisa hiyo square x square minus itakuwa ni 6 x power 4 plus 9 x power 4. 10 combination 3, najua jibu ni 120, 120 hapa. Sasa nizamchukua mmoja tu x power 3, hawa wengine sitawachukua, kwa sababu nikiwachukua wataenda kunipa terms ambazo zina above x power 3. Kwa hiyo mimi nitachukua terms zi, hizo ambazo nazihitaji. Nikifungua mabano nitakuwa na 1 plus 10x minus 30 x square plus 45 x square minus arobaini na tano mala, mala, mala sita inakuwa ni mia mbili e, sabini X power 4. Of course, hii pia nilikuwa ni, okay, hii ni power 3 sorry, tufute hapa, hii ilikuwa power 4 ni power 3. Sina haja ya kutuchukua x power 4 kwa sababu sihitaji kwao, nitaenda kwenye hii temu ya mwisho iliyobaki, mia moja ishirini x power power 3. Nikisimplify 1 plus x minus 3x square power 10, nitakuwa na 1 10X, e, plus 15x square minus mia moja hamsini x power power 3, na hii ndo itakuwa expansion yetu mpaka term in x power 3. E, usisahau kushare, usisahau kulike, kucomment kwa chochote kwenye page yetu, channel yetu lakini pia usisahau kusubscribe ili uendelee kupata video zetu ambazo tutakuwa tunaziupload. Asante.